Asilimia kubwa ya Wakristo na walokole na ninyi waenda makanisani, asilimia kubwa yenu siyo Wakristo, siyo watu wa Yesu. Ninasema hivi mpendwa, asilimia kubwa hasa, tuseme mpendwa, kwa lugha nyingine Wakristo na warokole wa kisasa sio watu wa Yesu, asilimia kubwa sio watu wa Yesu. Labda wewe unaweza kuwa una, unaanza kuuliza swali au unaanza kujiuliza hivi, wewe unaongea nini? Unamaanisha nini unaposema hivyo? Mbona ninaenda kanisani? Mbona nato, natoaga sadaka? Mbona ninatoa kikumi? Mbona michango yote ya, ma, ya ujenzi nimetoa? Mbona ninajihusisha katika kikundi cha wakina mama wakina baba avijana wanaimba, sijui nafanyaje, we nasemaje, mimi sio wa Yesu? Ninarudia tena mpendwa, kwamba wakristo asilimia kubwa ya Wakristo na warokole sio watu wa Yesu, sio watu wa Yesu. Mpendwa, na wewe unajua wazi kwamba ninyi mnayoyafanya ni kwa ajili ya kumnu, ya kumu, ya kumfurahisha au kumpendezesha huyo uh, kiongozi wenu, na ndio maana mnafuata mambo yao, maagizo yao, mnashindwa kufuata ma, maandiko matakatifu Biblia. Mpendwa, watu wengi siku hizi hawaamini maandiko matakatifu Biblia anavyosema, wanaamini yale wanadamu wanayoyasema wanaoambiwa ile misemo mikubwa mikubwa ya wahubiri wa kizazi kitulicho nacho na ndio maana nasema mpendwa, hawa hawa ndio wanaokufanya wewe usiwe wa Yesu Kristo, wa Yesu Kristo. Na ndio maana inatakiwa ujichunguze mwenyewe hapo ulipo wewe, kama wewe binafsi. Je, wewe ni wa Yesu Kristo, au wewe ha, ni mmoja kati ya hawa Wakristo ambao hawamwamini hata Yesu mwenyewe hawamfuati Yesu wala hawaamini kama Yesu anaweza kuwatendea maajabu na makuu katika maisha yao. Ni la kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, popote pale ulipo na unapoungana nasi katika siku ya leo kupokea maneno ya Mungu. Mpendo anachukua nafasi hii kuweza kukaribisha, kuweza kupokea habari njema za ufalme wa Mungu. Kumbuka siku zote tuna mhubiri Yesu Kristo, mimi sijihubiri mwenyewe mpendwa. Hata kama hujajua jina langu mpendwa, wewe usiwe na hofu wala wasiwasi yoyote. Pokea ujumbe huu ninaokuletea katika siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, ninakuombea upokee ujumbe huu na ujumbe huu upate ukureke akukutengeneza ujumbe huu upate kukufinyanga ujumbe huu ukaweza kubadilisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, upate upya wa uzima, uanze ku, kuenenda na kutembea na kuyaishi maisha mapya siku zote. Mpendwa, kama unavyojua mpendwa, hizi ni siku za mwisho. A, kwa hiyo kama wewe unaweza kuchukua muda huu mchache akushikiliza maneno haya Mpendwa, ninakuambia kwamba hiyo ni ishara tosha kwamba unalishinda leli mwovu shetani, na unaushinda ulimwengu au unashinda dunia. Maana walokole wengi siku hizo tulizo nazo wamejaa dunia sana eh? ni watu ambao wa wanapenda a mambo ya dunia, yani ulimwengu. Ndio maana anasema kwamba asilimia kubwa Warokore au wa Kristo, watu mnaoenda makanisani, aninyi sio wa Yesu. Kwa nini? Ni kwa sababu mnapenda mambo ya dunia hii. Nasema hivi kwa nini? Ni kwa sababu mnaenda huko mkifuata maji ya upako. Pokea oh, napokea baba, rusha napokea na daka oh, rusha kitambaa, napokea na daka Mali, sijui mafuta ya upako napokea baba. Ona kwa Mungu inayemwamini pokea, gari kutoka China napokea baba, utakuwa mfanya mb... biashara mkubwa napokea baba. Haya ndiyo mambo mnayoyataka ninyi, siyo wa Yesu Kristo. Na ndiyo maana wewe lazima ujichunguze, mpendwa, katika siku ya leo. Kweli wewe hapo ulipo una kiu na hamu na njaa, kwa hiyo unataka kula na kunywa kwa Yesu? Kama ndio sasa sikiliza ujumbe huu ambao nakuletea siku ya leo. Ana ujumbe huu unasema kwamba Wakristo wa, wa kisasa ni feki asio wa Yesu isipokuwa hawa hawa hapa. Kwa hiyo kuna wachache ambao ni wa Yesu ambao tunakuja kuwasikia ni wanamna gani, na huku kuna wengine ambao tunasema kwamba wengi wao, asilimia kubwa, asio wa Yesu na wewe katika siku ya leo ujichunguze, ili kwamba usijikute kwenye hawa hili kundi ambalo ni la maafisi la mbweha la mbwa mwitu la nguruwe la mbuzi akipindi, wewe bado unaenda kanisani, unajidanganya una, una mwenyewe unajipotosha mwenyewe, eti wewe uko kwenye kundi la kondoo. Akuna wajinga hapa wanaosema kwamba oh, kondoo ah, ni, ni taifa la Israeli tu wewe wa Yesu ndo wanaitwa kondoo, wale wanaokula zizini mwa Bwana, wale wanao ndani ya zizi wameingia kupitia murango sahihi, hawajaruka madirishani kwenye dari huko na wapi na wapi au kupitia para nyumba. Hapana, mpenu, umeingia kupitia murango sahihi, hawa ni kondoo. Kwa hiyo wewe nakuuliza wewe, ni wa, ni wa Yesu au wewe ni wanani, mpenu? Maana wengi wamejidanganya, wanadhani kwa kuwa yeye anasari kwa nabii fulani, anaamini kwa kuwa eti A, kwa kuwa anaongozwa na, na mtume fulani eh. Unajua sasa hivi wanajiita majina makubwa makubwa, mpaka mimi naogopa majina hayo mpendwa. Yani viwango vile mpendwa sio vya kucheza, lakini ukiwaona hawa wanaojiita manabii mitume na nini, ndo watu wanao ukubali ujinga ujinga na pumbavu pumbavu ndani ya ya ma, ya makanisa yao, watu wanavaa uchi, mpaka lingine nakwambia oh, sisi hapa hatuangalii jinsi ulivyovaa, tunaangalia tu mmoyo. Unaona wee, moyo wa mtu, wewe taperi jambazi mkubwa, maraya muhuni, wewe etu nahubiri njiri njiri ya nani? Ushetani uliowajaa mapepo, mnatoka kuzimu, mshindwe katika jina la Yesu Kristo. Na watu mmekufa kweli kiroho, watu wengi wamekufa kiroho na ndio maana mmejaa dunia sana, mnakimbia tu, yani vipato, kuinuliwa vyeo na nini, mambo kama haya ndio yanakosha mioyo yenu na roho zenu na roho zenu. Na ndio maana mnapotoshwa na hivi vitapeli vishetani hivi vinavyojiita vina majina makubwa makubwa, nabii, mwalimu wa falsafa, mwalimu wa nini wa nini, ujinga mtupu. Yani wanadamu sote tuko alafu vumbi, alafu vumbi. Hili ndio ninakwambia, nina wewe, ninakupa mambo sahihi unakataa maandiko matakatifu, maandiko matakatifu mpendwa, hapa neno la Mungu awe, unadhani mwanadamu ana mambo ya kukupa zaidi ya neno hili? Pendwa, ishi kwa neno, maana Yesu mwenyewe hata alisema hivyo, akamwambia Shetani, imeandikwa mutu hataishi kwa mkate tu bali ataishi kwa kila neno litokalo kinywani mwanani, na haya ni maneno yaliyotoka kinywani mwanani mwa Mungu aliye hai. Sasa wewe unakimbilia mikate, barikiwa, barikiwa, na shetani anakuchanganya na kudanganya, anasema wewe una Yesu. Wewe ushasikia, wa, wa Kristo wanavyosema, ama mahubiri ya kisasa wanasema, sasa sisi ni wa Yesu, mtakuwaje masikini? Ah, utakuwaje yani, unaishi maisha ya, kumba, ya kubabaisha babaisha. Sasa anayetoa ni ni nani? Ni baba yako wewe au ni shangazi yako wewe au ni mama yako wewe. Anayetoa ni nani? au ni mume wako, anayetoa ni mke wako? Ndo anatoa wewe? Anayetoa ni yeye ambaye ametuazima pumzi hii. Unajua watu, kuna vijitu hapo, hata shukurani havitoi kwa Mungu, vimekuwa na uovu wa kupindukia yani, mpaka Mungu vinamchukia. Unabeba chuki zidi ya dhidi ya Mungu mwenyewe vinasahau hata pumzi wanayoivuta sana dakika hii kwamba Mungu ndo amekuwa zima wa wewe. Akisema moja, hiyo pumzi inatoweka. Sasa unakuwa na chuki dhidi ya Yesu Kristo ambaye alikufia msalabani wewe, na ndo mna mnawafuata hao wanawapotosha. Sasa shetani anakuambia wewe, suna Yesu mbona sasa haupati vitu? Nyewe mnasema ni Wakristo, mbona mnaishi maisha ya kubabaisha? wanawapa mfano ona mfano wale wa kidunia ah, mfano wetu ni Yesu mwenyewe. Yesu aliishi maisha namna gani? Maana yeye ndiye kielelezo chetu. Yesu alikuwa na utajiri? unaokimbilia shetani, wewe shetani, wewe uwa we utajiri unaokimbilia mpaka unakufa, unaanza kuwaroga ndugu zako, wote wamekufa, Freemason, Iluminati, eti unakimbia utajiri kwa nabii, anakunywesha chumvi, sijui unga mchanga mnakura nguruwe ninyi, eti ninyi ni wakwenda mbinguni? Mbingu ya nani? Na ndio maana kuambia penwa wao kwenda kanisani, wao kusali kwa nabii fulani, wao kuwa wadhehebu fulani au dini fulani, penwa hiyo haikufikishi sehemu. Anaye atakayefika, nasema unisikie vizuri, atakayefika, atakayefanikiwa, atakayefika mwisho wa safari na akamaliza safari hii, sio mtu aliye ndani ya dini au dhehebu, ni yule aliye ndani ya Yesu. Point, usiongeze wala usipunguze. Yani yule aliyemuvaa Yesu Kristo, utu wa kale umepita, umekufa kabisa, akavaa utu upya, anaishi maisha mapya, anaenenda kama alivyoenenda Yesu, anaishi kama alivyo alivyoishi Yesu na amemuvaa Yesu, wakikuangalia hawaoni umaraya maraya wako wakuwashawishi waku, waku, waku wanaume waone ati una makalio shetani nenda shetani akakalia hayo makalio yako, tuondolee ndani ya kanisa, akuju mevaa kama kahaba kahaba hivi na maraya maraya, na watu wamerahisisha Injili tu mpendwa. Watu wanaanza kusema sasa, unayosema yameandikwa ya wapi kwenye Biblia kwamba nimevaa vibaya, nionyeshe kwenye Biblia. Yaani mpendwa, jibu ni moja tu. Je, wewe una, una Yesu au na shetani? Kama una Yesu yani, tunasema vile vile Yesu alivyo ndivyo tunataka tukuone wewe. Ayo mengine maexcuses, natoa sababu maelezo na nini na falsafa na ufafanuzi, ni ushetani uliobobea ndani yako, na ndio maana Wakristo wengi wamejaa udunia, e udunia mwingi tu na wachungaji wao maskofu wao viongozi wao wahubiri wao, wao wameyakubali, wame wame wame haya yote tunasema they have embraced kwa wow. Hiyo yani wameyakumbatia wakasema, A -a, wewe, wewe, tu, wewe tu toa sadaka tu, wewe tu ukitoa sadaka mpendwa, mbona tu umeokoka kikumi usikose e, e, umeokoka wewe na kwambia utoe hivyo vyote utafika sehemu sasa mpendo wa ujumbe wa leo unasema kwamba hawa Wakristo wa kisasa ni feki, sio wa Yesu ila isipokuwa hawa hapa. Pana tuseme maandiko matakatifu katika uh, injili ya Luka Mtakatifu hapa <coughs> excuse me e Luka uh, Mtakatifu, sura ya kumi na uh, kumi na nne, uh, uh, Luka Mtakatifu Uh, tutaanza kusoma ule mstari wa ishirini na sita, mpendwa maandiko matakatifu yanasema hivi. Uh, Yesu Yesu alikuwa na umati mkubwa wa watu wakisafiri naye, sasa akawaambia hivi, kama ninyi mlivyojazana ndani ya hiyo dhehebu lenu liyo dini yenu, sasa Yesu anasema na wewe hivi mpendwa hapa Yesu anawataja walio wake mpendwa, huu ndo ujumbe ukipenda pia useme Yesu anataja sifa za walio wake. Huyu ni Yesu mpendwa, sio mimi. Haleluya, Yesu mwenyewe anataja sifa za watu walio wake, maana ameona umati wengi unamfuata sasa, anataja sifa za wakristo walio wake au wafuasi walio wake au Yesu awataja uh, walio wake mpendwa. Kwa hiyo na wewe itabidi ujichunguze mwenyewe. Je, wewe ni wa Yesu kweli hapo ulipo? Alisema hivyo, uh, akawambia hivi, tunasoma Aruka mtakatifu kumi uh, na nne ule mstari wa, wa ishirini na sita, anasema hivi, mtu yeyote anayekuja kwangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu wangu kama hatanipenda mimi zaidi ya baba yake na mama yake, mke wake na watoto wake, ndugu zake, dada zake, naam, hata maisha yake mwenyewe. Haleluya, haleluya! Akasema hivi yeyote, yeyote asiye uchukua msalaba wake na kunifuata. Sio mimi mpendwa, ni Yesu anaongea, hawezi kuwa mwanafunzi wangu mpendwa. Tunasoma katika Injili ya Luka Mtakatifu sura ile ya 14 na mstari wa 26 mpaka wa 27, tusome hea thelathini na na tatu. Anasema hivi vivyo hivyo yeyote miongoni mwenu ninyi Wakristo wa kisasa kizazi cha leo, kizazi kipya, Gen Z anasema sasa yeyo, vivyo hivyo yeyote miongoni mwenu ambaye hawezi kuacha, yeyote miongoni mwenu hapa, iwe mchungaji iwe askofu iwe mimi mwenyewe, unajua hii Injili ni upanga wenye ncha kali, apande mbili zote kwa unakukata wewe, unanikata na mimi. Kwa hiyo amesema yeyote kati yetu sisi wakristo au warokore waenda makanisa tunaosema kwamba tunamwamini Yesu waamini, anasema yeyote asiyeweza kuacha vyote alivyo navyo hey. Amesemaje? Amesema kuacha <laughs> vyote ulivyo navyo, mpendwa. Ah, sijui kama umesikia vizuri tena Amesema yeyote kati yenu ninyi miongoni mwenu asiyeweza kuacha vyote alivyo navyo, amesema hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Na mimi swali nilonalo moja kwa moja kwako, je, kwako, kulingana na maneno haya, maandiko matakatifu tulivyoyasoma hapa, je, kweli wewe, kweli wewe unanisikiliza siku ya leo, kweli wewe ni mwanafunzi wa Yesu? <laughs> Mpendo, um, aujibu swali hili kulingana na maandiko matakatifu tumesoma hapa. Je, wewe kweli kweli ni mwanafunzi wa yesu Kristo, au wewe ni mwanafunzi wa nabii yenu, au wewe ni mwanafunzi wa askofu wenu? Wewe ni mwanafunzi au washehe wenu? Wewe ni mwanafunzi wa mwinjilisti wenu wewe ni mwanafunzi wa mchungaji wenu? Wewe ni kweli hapo, ujiulize. Maana amesema yeyote, vivyo hivyo, yeyote miongoni mwenu asiyeweza kuacha acha. Hajasema vichache, amesema vyote ulivyo navyo, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. A, mfano mzuri mpendwa kuna yule kijana uh, jamaa tajiri aliyekuja kwa Yesu akamwambia Yesu uh, nifanyaje nipate kuingia katika ufalme wa mbinguni? ha uh, jamaa akasema, akamwonyesha Yesu jinsi ambavyo ametii amri zote <laughs> akukata, kamambia na nini vyote amefanya. Yesu hakukataa akamwambia, kweli, naonekana umetunza nani amri nini na nini vyote umefanya, uh, kweli umesema vizuri kamwambia wewe kama nataka kulifuata sasa, wos nataka kwenda mbinguni, urithi ufalme wa mbinguni, akasema kauze vyote ulivyo navyo, wagawie ma masikini. Najua hapa matajiri mnapumua nusu kifo hapa, wewe unapumua pumuzi ya kufa kufa mtu hivi maa unasema, unasema unajua nilivyo hangaika. Nami nakuuliza mbona hauhangaiki vivyo hivyo kumtafuta Yesu, kuhakikisha kwamba hakuna dosari kati yako, yani kati ya uhusiano wako na Yesu. Mbona wafanye hivyo? Angalia watu wanavyotaabika, wanavyojihangaisha kutafuta pesa eh? yani mtu mpaka analala nje eh? anafanya kazi za kufa, yani za kufa, yani kazi ambazo ni hatarishi kwa maisha yake, ili kwamba apate pesa, lakini kija kwa Yesu wanasema he, hapana, hapo sio mimi. Na ndio maana wapendwa, mimi nawaambia siku zote, wanadamu wote duniani tunafanya kinyume na vile maandiko ya matakatifu yanasema. Maana Yesu alisema yeye mwenyewe kwamba, wapendwa, au tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Sasa sisi, kwa sababu dunia imetukoroga, imetuchanganya, imetuvuruga, yani tumebadilisha tunafanyaje maana hata na wahubiri wenu wanawambia hivyo, hivyo tafuta pesa kwanza, tafuta pesa kwanza. Mpaka wengine ambao mnawaita manabii zenu wanawambia tafuta pesa injili yako iheshimike. Pendwa, sipo hapa mimi niheshimike. Ninayemtangaza ndiye ajulikane, Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu, Yesu ndiye njia na kweli. Wewe mpokee Yesu Kristo. Mimi ya kwangu mpendwa, uh, mimi siwezi kufikisha sehemu yoyote, lakini Yesu peke yake Yesu Kristo anaweza kufikisha popote pale unapotaka maishani. Kwa hiyo, mpendwa, swali bado ni ileile. Wewe je, wewe ni wa Yesu, ni mwanafunzi wa Yesu kweli, au ninyi ni watu wa dini na madhehebu na watu wa mitume na manabii? Maana amesema hivi, amesema mpendwa, hapa ndo watu natoka, muelewe vizuri. Maana amesema pale uh, mstari ule wa akianzia juu pale ishirini na sita hapa amesema, mtu yeyote anayekuja kwangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu kama hatanipenda mimi zaidi ya baba yake, mama yake, mke wake, watoto wake, ndugu zake, dada zake na amu, hata maisha yake mwenyewe. Kwa hiyo hapa nakuambia, yani asiwepo mtu yeyote ambaye takuletea upuuzi ana ana an, anafanya mambo ambayo yako yanapinga, uh, yanampinga Yesu Kristo. Unajua anafanya asiyomtukuza Yesu, wewe unaendana naye, unakubali, unaona kwamba ni mtumishi wa kweli, ali jamali imekaa vizuri. Mpendwa, achana naye huyo mtu, asichukue nafasi ya Yesu Kristo ndani ya maisha yako, mke wako, watoto wako, mume wako, baba yako, mchumba wako, asijui nani wako. Ya, amesema chochote kile na akapitiliza mpaka akakwambia kwamba hata uhai wako wewe mwenyewe maisha yako mwenyewe. Sasa angalia wakole wa leo, ndiyo maana kuambia mpendwa, jichunguze. Wapendwa, tuache kukimbia haya, dunia yote yanapita, maandiko ndivyo yanasema, yote yanapita, lakini neno hili ambalo nalihubiri siku hii katika mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano pendwa, litadumu milele. Ukubali upinge usiku, ukubali usikubali upinge usipinge, mpendwa hautabadilisha chochote, maana haya ni maneno ya Mungu sio maneno yangu, na ujumbe unakufikia ili kwamba ile siku ya hukumu usipate sababu yoyote ya kwanza kumwambia Mungu, angalia Mungu, mimi hili sikusikia. Maana uh, unaona siku hizi eh, mna hizi touch smartphone, ili kwamba mpendwa baadaye ya kuenda kuangalia picha za ngono na mambo mengine ya kipumbavu pumbavu na ujinga ujinga, wewe uweze kusikia neno la Mungu. Watu wengi wanaangalia mambo ya kijinga kijinga, mafundisho ya kidunia, mawazo ya kidunia, watu wanaofundisha falsafa na mawazo yao ya kidunia tu yanayowapeleka hapa duniani, ndio watu wanaenda yaani, wanafuata yale ambayo yanawafanya wawe wakaaji wenyeji wa duniani hapa lakini sisi tunakuletea habari njema za ufalme wa Mungu ili kwamba wewe mpendwa usiwe mkaaji wa kudumu hapa duniani. Maana hii dunia inapita, muda sio mrefu. Ah, ah, mpendwa, mahali ambapo wewe na mimi tutakaa milele na kudumu milele yote hapajatokea hapajafika, mpendwa, ile inaitwa mbingu mpya na nchi mpya, ni makazi ya, n yani, sehemu watakaa wa, wa, watu ambao ni watakatifu wale ambao wanaishi maisha matakatifu mpendwa, ambao hawayafuata hawaya haya dunia. Hawa ya dunia hawaigi, hawa mitindo ya dunia hawakimbilii, ulimwengu hawayatazami ya dunia, hawayaweki mambo ya dunia au kitu chochote hawakubali kichukue nafasi ya Yesu Kristo katika maisha yao, na ndiyo maana mpendwa, katika siku ya leo, nimekuletea ujumbe huu ili kwamba wewe upate kuepuka mambo maovu haya ambayo yanaendelea. Mnaona hao manabii zenu eti watenda miujiza wapendwa miujiza mingi ambayo mnaiona siku za leo ni ushetani, ni nguvu za giza, frimason arabda na nabii yenu ameenda Nigeria, anaenda kuzima na kuja nazo eti upako, anafanya hivi, mnaruka tu kama sisimizi, mende na vyura sijui na nini, eti ni mtumishi wa kweli? Wewe yani, hawa watu wamepata upako kuliko Yesu mwenyewe. Alafu watakuja wakudanganya waseme si, oh, hata maandiko matakatifu yanasema kwamba tunao uwezo wa ku, kutenda uh, miujiza uh, kuliko hata ile Yesu aliyotenda. Lakini sasa unatenda kwa kutumia jina gani? maana sio wewe unayetenda, lazima atende Yesu mwenyewe. Sio wewe unaamka leo unatenda muujiza, kesho muujiza, kesho yake muujiza, akuendea muujiza, muujiza, yaani mpaka mwaka mzima ni muujiza. Na mnabii huo ni ushetani, wapendwa. Hakuna Mungu. Mungu sio mzeme mzeme na wahovyohovyo tu. Kwa namna hiyo maraya wamo humo humo. Wa nini hawakemee dhambi Muujiza wapendwa, siku hizi ni nyakati za mwisho. Kwa hiyo wewe chagua wewe mwenyewe. Je, kweli wewe ni wa Yesu? Maana watu walio wa Yesu ni hawa ambao wanafanya kitu au mambo haya kadiri maandiko matakatifu yalivyosema au kulingana na jinsi maandiko matakatifu yalivyosema. Hawakubali chochote so au vitu vya vya duniani kuchukua nafasi ya Mungu katika maisha yao. Mpendwa, naishia hapa katika siku ya leo. Ubarikiwe, upokea maneno haya na kubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina.